Ni wakati wa mapambano awamu hii kuisukuma Tanga kwa maendeleo ya kasi, na mimi ninaamini ushirikiano mzuri kati ya watendaji wa jiji la Tanga na sisi viongozi ni msingi wa maendeleo thabiti ya, ya Tanga jiji yetu. Niwaombe sana watendaji tukawe na business mind katika utendaji wetu, kila tunachokifanya tufikirie namna gani tunakwenda kutatua changamoto na kuacha tabasamu katika nyoyo za wananchi wa Tanga, na katika uswa wa wananchi wa Tanga. Na hii ndio adhima ya Daktari Samia Suluhu Hassan, amezungumza wazi, anatamani atakapomaliza awamu hii, basi si tu akasifiwe kwa majengo akasifiwe kwa miundombinu, lakini akasifiwe namna ambavyo ataacha tabasamu katika nyuso za wananchi wa Tanzania. Na tabasamu la Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wa Tanzania linaanza na watendaji. Watendaji mmepewa dhamana na rais, tunaomba sana, ndani ya jiji la Tanga hatuhitaji business as usual mambo ya business as usual tunaomba sana awamu hii sio wakati wake. Masuala ya kwamba, nilitumia maneno ya kiarabu juzi kwamba wajadna abaana kadhalika ya faaluna, tumewakuta baba zetu kama hivi wanafanya, hatuyataki. Tunahitaji kuona ubunifu katika utendaji. Tafadhali tunaomba sana msiichukulie Tanga jiji poa. Mtu asidhani ameletwa Tanga lakini akifika hapa anatafuta vimiradi vyake badala ya kuconcentrate katika kazi ambayo ameajiriwa nayo. Tanga tunatamani walimu wakafanye kazi yao sawasawa sawa. Tunatamani kila mtendaji aliyeletwa Tanga akawajibike kwa mujibu wa nafasi yake, tunahitaji maendeleo ya mkoa wa Tanga, na mimi ninawaahidi ndugu zangu, wananchi wenzangu wa Tanga jiji kwamba nitakwenda kusukuma kama kawaida kama kawa kama dawa. Ninarudi na uzoefu, awamu nyingine ya pili bungeni, nitakwenda kusukuma yale yote ambayo yataleta tija katika Tanga jiji. Nimezaliwa Tanga jiji, nitazikwa Tanga jiji, wazee wangu wamekufa Tanga jiji. Nilitamani nafasi hii na mimi niweke mchango katika ardhi nitakayozikwa. Tutakwenda kupambana, ninaomba sana ushirikiano atiene time yoyote anayedhani kuna jambo tunapaswa kulifikisha mbele, milango yangu iko wazi, tushirikiane kwa pamoja, tusukume gurudumu la maendeleo ya Tanga yetu. Mstahiki meya ameweka vipaumbele vyake wazi, na sisi tuna wajibu kama Wanatanga Jiji. Kwa kushirikiana na mbunge mwenzangu wa Tanga Jiji kutengeneza vipaumbele vya Tanga Jiji ndani ya miaka mitano, ambavyo kwavyo na sisi tutavisimamia na kuhakikisha tunakwenda kuvisukuma kutoka kule serikalini, kule bungeni tutakapokwenda, ili maendeleo yaje Tanga Jiji. Hatuhitaji kingine chochote, ni kuona Tanga Jiji tunaisukuma kwa spidi ya kasi. Rais amedhamiria mambo mengi mazuri ndani ya Tanga Jiji, tuna kila sababu ya kuhakikisha fursa zilizowekwa tunaweza kustengezea mianya, ili Tanga Jiji iweze kunufaika. Baba wa taifa letu alitumia kauli, it can be done play your part. Kila mtu akishika nafasi yake, inawezekana. Usidhani ni jukumu la mtu mwingine kuweza kusukuma maendeleo ya Tanga Jiji. Wote tunawajibika; mwananchi anayo nafasi yake, mtendaji anayo nafasi yake, kiongozi anayo nafasi yake. It can be done, play your part, tusukume maendeleo ya Tanga Jiji.